Na mwisho kabisa, maaskofu tarehe hiyo ya kumi na nne Novemba walifanya e, uchaguzi. Sisi kawaida kwenye baraza huwa tunachaguliwa kwa maaskofu kupiga kura, sio kutaja, tunapiga kura. Kwa hiyo waliwapigia kura baadhi ya mapadri na basi wakampata mrithi wa Father Chesko ambaye ni Father Faustini Furaha, ambaye baba askofu rais wa baraza ameomba nimtangaze. Huyu ana rangi ya Kijerumani, ana rangi ya Kikenya kidogo hivi, najua watu wa Warombo huwezi kujua ni Warombo au ni wa Kenya, Unatoka Taveta <laughs> basi, huyo ndiye atakayechukua nafasi ya Baba Chesko kama naibu katibu mkuu, naibu katibu mkuu <inaudible> lakini, ameambiwa achukue ofisi siku Father Chesko atakapokuwa anaondoka. Sasa tujue anaondoka leo au kesho, kwa hiyo hawezi kusema kitu mpaka Father atakapoondoka. Karibu fadh ukae kwa yes. Hiyo rais wa baraza aliniomba ni watangazie kwamba huyu ndio wamemchagua mem, wa na atakuwa na sisi kwa utendaji. Ye ni padri mzaliwa wa jimbo la Moshi, kwa hiyo ni mwanajimbo, ni padri wa jimbo. Baba padri Chesko ni padri wa shirika. Eh, sisi tunafanya kazi kama mnavyojua, mapadi wa jimbo na mapadi wa washirika. Kwa hiyo baba anatoka kule, na binafsi nihitimishe kwa kusema kwamba kwangu imekuwa furaha kubwa sana kufanya kazi na baba Chesko na kwa kweli ana utii wa ajabu. Father Chesko hajawahi kuniambia hiyo sifanyi. Eh, na mimi nakuwa na makazi mengi kweli, unampa hii, hii, hii. hawezi hajawahi kuniambia father, sina nafasi leo, hiyo sifanyi. Atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza, na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo, asante mm sana, sana. Mm, kwa kweli hakunipa ugumu wa kufanya kazi, na tumefanya kazi vizuri sana sana sana, na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye, eh, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri na hata kama nilimpa kazi ngumu na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti.